Hapa ni katika shule ya msingi Kisiwani iliyoko Mwananyamala, jijini Dar es Salaam. Wakazi wa eneo hilo wamejitokeza kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura. Maelezo yanatolewa kuhusu utaratibu wa kuhudumiwa. Atakuja mtu ambaye, mja mzito, ana mtoto mlemavu, mzee atakaa pale kinaga ubaga. Wanaeleza umuhimu wa zoezi hilo. Kwa sisi wakinamama tuna mikopo mbali na mikopo uzamini wa hapa na pale, kwa sababu unaweza ukapata matatizo ukaambiwa unatakiwa ukamzamini mtu, unatakiwa pia uwe na kitambulisho cha mpiga kura ambacho kinakuonyesha kama wewe ni Mtanzania au sio Mtanzania, kwa sababu unatakiwa sehemu nyingine una, una kitambulisho ukitaka kwenda benki, ukitaka kupiga kama hivyo kupiga kura. Vijana wanaonekana kujitokeza kwa wingi, wanasema wao ndio nguvu kazi ya taifa, kwa sababu sisi ndio vijana ambao tunakuwa maana tunakuwa na uitikio mkubwa sana. Licha ya umuhimu wa zoezi hilo, wanasema kumekuwa na changamoto kadha wa kadha katika vituo hivyo. Hali ya kasi, mashine haziko spidi sana, unaweza ukakaa kwenye kituo zaidi ya misali moja katoka mtu mmoja. Kuna watu wengine, mtu anakuja toka saa nne anakuja anaondoka saa saba. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza wakashindwa kujiandikisha kwa sababu tu ya muda mwingi wanaochukua kupoteza muda mwingi kwa ajili ya kusubiri kujiandikisha. Ikiwa imebakia siku moja kukamilika kwa zoezi hilo, wanatoa ombi kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mi ningeomba hata kama itaongezwa japo hata siku kidogo, mbili tatu, basi watu watazidi kujitokeza kwa haraka, kwa kuwa wanajua zoezi linakaribia kufanyaje kuisha. Kwa kifupi siku chache, watu wamehamasika sana, na vijana wengi wamekuja kujiandikisha. Wito wangu waboreshe utaratibu kwa sababu kama hapa tulipofika sisi wananchi tupo wingi, e, meza zipo sema watu kidogo ambao waotoa wa huduma wa. Kuna haja ya kuboresha hizi mashine za uh, uh, uandikishaji na utoaji wa vitambulisho. Uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ulianza tarehe 17 ya mwezi Machi mwaka huu mkoani Dar es Salaam na unatarajiwa kukamilika hapo kesho, huku mkoa huo ukiwa ni wa mwisho kwenye awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari hilo uliozinduliwa mwezi Julai mwaka 2024 mkoani Kigoma. Kutoka Dar es Salaam, Ezekieli Fute, TBC.